Akawakuta baadhi ya Waislamu ndio walioshika bendera zao na ndio waliopo chini ya kandabili zao, maana kwa kunyenyekea, wafuata kwa kila ambacho wanachokifanya. wa ha antum tanshuruna thaqafatahum almuntakisa, ikawa sasa hivi nyinyi ndio ambao mnawaeneza zile tamaduni zao almuntakisa zile ambazo zilizoharibika tamaduni mbovu zilizofeli katika mwongozo sahihi wa Uislamu, kwa wakuta baadhi ya wa waislamu ndio ambao wameshika bendera hiyo ya kueneza ulimwenguni tamaduni za kiyahudi na kinasara na mfano wake kama vile miziki, aa, wakati mwingine kumkuta mwislamu anaimba kwaya, anacheza kwaya, bas, kwaya fulani naipenda sana na nyimbo, miongoni mwa nyimbo za kiyahudi na mfano wake. Sababu wengi katika ahlulfiski walfujur, katika watu waovu, waimba miziki, wachezaji maigizo na mfano wake ni watu ambao wanadhaminiwa na mashirika makubwa ya Kiyahudi ulimwenguni au mashirika makubwa ya kikafiri kwa ujumla wake <coughs> watarjuna liafkari lmunharifa, na mnataraji kupitia fikra zao hizi zilizoharibika zilizopinda ala hisabi dinikum, juu ya hisabu ya dini yenu wa baladikum wa mujtama'ikum na mji wenu na jamii yenu, kwamba mtaendelea kupitia fikra zao mtaendelea kupitia fikra zao, fikra za mudhaharati, fikra za mapinduzi ah, fikra hizi ni fikra za gharibiyun kafir, kwa magharibi makafiri, ndio ni fikra hizi kwa Waislamu katika miji ya Kiislamu wakahisi kwamba wakipindua viongozi wao watakuwa ni sababu ya wao kupata nusra, wakiendamana kwa ni sababu ya viongozi wao kuwapa kile ambacho wanachokihitajia au kuwaondoa katika nafasi zao, kwamba dini yao itasalimika, miji yao itasalimika na jamii zao zitasalimika. fa idha maqaa muhadhiru maghabat tilka daawati mubtina wakati wakiwa na mitazamo hiyo, akija dai akija dai salafi min duati ahli sunnati wal jamaa, muhadhir akasimama na kutahadharisha hayo, akasimama na kutahadharisha mambo hayo. Muhadhir min maghabati tilka da'awat, kutahadharisha maghaba, maana yake al-aqiba wal nihaya Majamani, haya mnayotaka kufanya maandamano, mathalani, mtaka kupindua nchi, haya mwisho wake mbaya, ambapo mwisho wa siku huyu kiongozi hata kubali kuondoka kwa nyie kusimama barabarani, ataondoka kisha waua nusu yenu au robo tatu yenu au nyote, na mwisho wa siku nani atakayekula raha anazotaka azipate baada ya kuondoka kiongozi? La shaka, yule ambaye aliyekuwa na hamasa kubwa ya kutoka kumuondoa kiongozi kwa mapinduzi, wa kwanza kufa ni yeye. Watakokuja kula na kustarehe ni wale waliotulia majumbani na kumtii nani? Kumtii kiongozi. Sasa kisema daa min ahli sunna majamaa, kuwatahadharisha watu na akiba ya yale ma, maombi yao daawati, madai yao almobetinati min duati taghribi, madai yaliyojificha Kutokana na haa, kutoka kwa hawa walinganizi wa kimagharibi, na atuhum bil mutazamitina, humpa sifa na kumpachika jina kwamba huyu ni katika watu wenye kushadidia mambo, mutashaddidin ni katika watu wale wagumu, wal mutashaddidin wal mutaakhirin, lakini sio tu gumu, bado yuko katika dunia ya mbali Haoni kwamba huyu kiongozi ameshatawala miaka thelathini, ameshatawala miaka ishirini, mpaka sasa sukari napanda bei, ngano napanda bei, mchele unapanda bei, mafuta napanda bei. Huyu mtu min almutaakhirina, ni katika watu waliochelewa, fikira zao zimegandamana, zimezubaa, hataki sisi tuondokane na haya madhila, dai anayewalingania na kuwa onyesha kama mnakwenda kwenye madhara eh? Mnakwenda kutokea kwenye madhara. Nadhani ilikuwa ni sensa ya mwaka elfu mbili kumi na mbili huwa naikumbuka sana kwa watu wa Kigoma. Nilikuja nikawatahadharisha nikawaambia, msije mkaingiza katika jambo la kukataa kuhesabiwa, kitakachowapata hamtu sahau. Sensa ni halali kiislamu. Umar radhiyallahu taala anhu awwal man jaa biha sawa, wa mwanzo kabisa kuleta mambo ya sensa. Na hiyi alileta baada ya kuwa futuhati, ushindi Waislamu wamefungua miji mingi, watu wa wamekuwa wengi. Ameanzisha vitu vingi sana Umar, miongoni mwao kuweka mafaidi, miongoni mwao kuweka mambo ya mambo ya mambo ya jizya, mambo ya dhariba, kaweka mambo ya kodi, mambo ya ushuru na katika mambo ambayo aliweka Omar bin Khattab radhiallahu anhu ni sensa, kwamba watu wahesabiwe, wajulikane waislamu ni wangapi, wajulikane ana raia wangapi, ili aweze kuwahudumia. Katika vitu alioanzisha Omar katika wakati wake ni insha baitul mali, hazina ambayo itaweka mali ambazo zinazoingia, sababu tayari kulikuwa kuna dakhali inayoingia kwa wingi, kukawa kuna utaratibu wa kutumia kutumi, kuingiza kuhifadhi katika baitul mali kadhalika, kuzitoa na kuwapa wafanyakazi ambao walikuwa wakifanya kazi. Akialipoweka baitul mali, pia akawaweka watu ambao walikuwa wanasimamia kuzigawa na kuzipokea kuzihesabu na kutunza hesabu, mailadhalik mambo ambayo hapo na ulimwengu wa sasa unahitajia jambo hilo kuliko hata ulimwengu wa zama za Umar ibn al-Khattab, kwa sababu umma umekuwa mpana dunia imesha kuwa kama kiganja, nahitajia sana mambo kama haya leo, useme kama sensa haifai, bigadhi nadhar kwamba ndicho ambacho anachokitaka kiongozi. Kiongozi anataka watu wahesabiwe, lazima anasimama mtu katika redio yake kwamba watu wasihesabiwe. Kumbuka mwaka kipindi kile ilikuwa redio inatumika na redio imani. Allah waongoze wasimamizi wake kwamba wakaweka wasemaji na wenye kusherehesha na wenye kuwafafanulia kwa Waislamu kwamba haifai, asau wote wasisabii, kaambia kitakachowapata hamto sahau na kweli, kwa sababu serikali inapotaka kufanya jambo lake inapoona kwamba hapa kuna maslahi inaruhusiwa kufanya chochote kwa raia ambaye atakayekataa, kwa sababu hii ndiyo siasa tu, sharia siasa za sharia ni kile ambacho alichokiona kiongozi kwamba kina maslahi ni kile ambacho alichokiona kiongozi kwamba kina maslahi na watu wake, hata kama katika yale mambo ambayo haikuja sheria kukataza au kuamrisha, katika yale ambayo sheria haikuja kukataza wala kuamrisha, bali kuna baadhi ya mambo yamepatikana katika zama za masahaba. Miongoni mazo ni ni khabari ya al-ardu sauda, ardu al-Iraq ambayo Omar radiyallahu ta'ala anhu alipoifungua hakuigawa kwa alghanimin, wale waliopigana Bale aliizuia na akawa amewagaia watu wafanye maendeleo, walime, kisha baadaye wao wanachukua ndani yake nini? Kharaji, anachukua ndani yake kodi ya kila ambacho kinachopatikana. Ardhulkharajia, ardhulkharajia inda alkufar, ardhi ambayo inamilikiwa na makafiri, na kwa kila kinachopatikana kiongozi anakuja kukichukua na anawapangia kile ambacho anatakiwa kukichukua kwa jitihada yake, ambayo ikiwa liwa atakuwa mewagae wa islamu, inakuwa ni ardhulushria ni ambayo ardhulushria inakuwa imma atachukua ushru ma yakhruj minha au atachukua nisfu lushru ma yakhruj minha, kulingana na zile gharama ambazo alizotumia, kama ni kwa kumiminia au kwa kutumia maji maji ya mvua. Haya yote yamepatikana katika za na wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa alamu annama ghanimtum min shay'in anna lillahi khumusahu wa lirrasul lidhil qurba ila alaya, lakini Omar akawaomba ushauri masahaba wa zama zile na masahaba wakawa wamiliona majamulile ni jambo la masalih, na Umar akaamua kuizuia al-ardh badala ya kuwa gawia alghanimun, ambao wale watu waliopigana ambao ndio haki yao kugawiwa kile ambacho kilichopatikana katika vita vile. Sasa watu wakawa wamekataa kuhesabiwa, basi wakaenda kuhesabiwa wakiwa sentri. Shakuja shakukamata eh, shapelekwa sentri, kinachofuata ni wewe kuhesabiwa bila kutaka kuhesabiwa, na utataja na watoto ambao hawakuja pale, utawataja na watoto sita, watatu wa kike, wawili eh, watatu wa kiume, wanaumbi kadha na kadha, majina yao ni kadha na kadha nafahamia hivi ndivyo ambavyo serikali inavyofanya. Inafanya jambo lake kulingana na vile ambavyo inavyoona ina maslahi. Sasa ukija wewe ukaja ukakataa, basi uji tangia katika madeni, utaingia katika mashaka, utaingia katika ihana dhalili. Sasa anasema mualif.